Hivi hivi hivi, hivi Zombi wewe huwa anakupikia nani nyumbani? Na mwanamke yote, e, mmeona kuna kuna vitu una viona vya hatari sana, hiyo, hiyo, hiyo, outfit kwa ujumla ni, ni, ni kama ngapi mianguka <laughs> Kibongobongo, bei rahisi, vitu kama hivi. Vitu vinang'aa kabisa, no, kawaida tu, au sio? anybody can afford this. Hivi hivi hivi, zombi wewe huwa anakupikia nani nyumbani? <laughs> nah, oh, no, yeah. Manaz, no, <laughs> show na na before, like, miaka, na dada dada wa wa kazi kazi oh kuona no before lakini miaka niliamua nisweke mahusiano yangu public cause, like 2 years mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, that was my last time, mm, having an affair na mwanamke alafu tulikuwa public. Mm, relationship yangu ilikuwa public but right now I don't put it in public. Hey, kwa nini kuna ishu gani ilitokea katikati yako? No, no, no just nimeamua cause, unajua judgment ni nyingi. Sometimes tuna protect vitu vingi ili maisha mengine yaendelee, mm, usiwe na msuguano. No. Na hiyo na, na, na, unajua Zombi imeenda mbali sana watu wakawa wanajaribu kufanya comparison kwamba Zombi hajapiga kazi sana na wanawake kama ambavyo amini wa, wasanii wa kike kama ambavyo wanafanya na wasanii wa kiume, kwa sababu soko letu pia halina wasanii wengi wa kike. Tutaona mimi nafana na Nandi, Zuchu kwa na hivyo, mara nyingi ni hao wengine, wengine pia lakini, mm. nadhani wasanii wengi wa kike Lulu Diva, utaona nafana naye Maua Sama, wachache. Hatuna wasanii wengi wa kike that's why umejiandaa ume, ume kuibua wewe mwenyewe msanii wa kike ambao utamkuza kutoka kwenye production yako wewe kama wewe? Yeah, yeah. Kuna mimi na, nakuza, nakuza. Kwanza mimi nakuza ma producer sio wasanii. Producer. Sidili na wasanii at all. Hawakuhusu kabisa. Hawanihusu kabisa. Okay. Si mambo yangu. Na ndo maana ikaja Pluto. Yeah. Mpango wake upoje? Na ndo maana tunaanzisha chuo ili watu waji wajiunge wafanye mambo. Yeah.